Jina la Mwigulu Lameck Nchemba ambaye hata kama akipitishwa na bunge hapa, basi atakuwa anachukua mikoba ya Kassim Majaliwa Majaliwa ambaye mwaka 2015 bungeni hapa pia lilitajwa jina lake akapita hapa wabunge wakamthibitisha, na hatimaye katika uongozi wa awamu ya tano ya Dr John Pombe Magufuli yeye akazishika hatamu za kiuongozi kwa mwaka huu wa elfu mbili na kumi na tano Lakini Rais Samia Sulu Hassan baada ya kifo cha Dr John Pombe Magufuli akaendelea kumwamini waziri mkuu Kassim Majaliwa na amehitimisha naye kwa mwaka huu wa uchaguzi. Na tukiendelea na ungwe nyingine ya awamu ya pili ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukitoka kwa Kassim Majaliwa Majaliwa, tunafahamu Mizengo Kayanza Peter Pinda, yeye alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano. Tunafahamu pia alichukua nafasi hiyo ya kiuongozi kutoka kwa Edward Ngoyai Lowasa ambaye alijiuzuru mwaka elfu mbili na nane, akiingia madarakani mwaka elfu mbili na tano katika uongozi wa awamu ya nne wa Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo hao wamefanya kwa nafasi zao katika na katika kuhudumia jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na jina hili la Mwigulu Nchemba uh, limekuwa likisubiriwa ni nani atakuwa. Maoteo yalikuwa ni mengi, sio mitandaoni, sio kwenye vijiwe vya kisasa vya hivi sasa, vilivyokuwa vinasubiri ni nani ambaye atakuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni wabunge wenyewe, kama wakiamua, uh, wampitishe kuwa waziri mkuu, basi nafasi inayosalia kuwa kwenye ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, maisha ya watanzania kumshuhudia waziri mkuu ajaye. Uh, itakuwa ni wabunge wenyewe waamue, wa, wa, wa, kimpigia kura za ndi.